Wapendwa taifa la Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, dominika ya tatu ya kwaresima katika mwaka C wa Kanisa. Somo la kwanza ni la kitabu cha Kutoka sura ya tatu aya ya kwanza hadi aya ya nane a na aya ya kumi na tatu hadi aya ya kumi na tano. Somo la pili ni la waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya kumi aya ya kwanza hadi ya sita na aya ya kumi hadi aya ya kumi na mbili. Na somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Luka sura ya kumi na tatu aya ya kwanza hadi aya ya tisa. Tusikilize Injili takatifu. Wakati ule walikuwapo watu waliompasha Yesu habari wa ya Wagalilaya wale ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Akawajibu akawaambia, Je, yeah, mwadhani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wote hata wakapatwa na mambo hayo? Nawaambia sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo au wale kumi na wanane walioangukiwa na mnara huko Siloamu ukawaua, mwadhani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu? Nawaambia sivyo, lakini msipotubu ni nyinyote mtaangamia vivyo hivyo. Akanena mfano huu mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu, akaenda akitafuta matunda juu yake, asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka mitatu hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu, ukate, mbona hata nchi unaiharibu? Akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao, hata niupalilie niutilie samadi, nao ukizaa matunda baadaye, vema la usipozaa, ndipo ukate. Injili ya Bwana. Katika jamii yetu, tahadhari si kitu kigeni kwetu na kutoonyesha ugeni huu hata katika vitu tunavyonunua. Kuna baadhi vina vibandiko vinavyotoa maelekezo namna ya utumiaji, kwa mfano dawa tunazopewa hospitalini ili tuweze kupata tiba ya magonjwa yanayotusumbua, na mwisho wa siku tupate kupona. Huwa kunakuwa na maelekezo yanatolewa juu ya utunzaji wa hizo dawa na namna ya kuweza kuzitumia ili mwisho wa siku tuweze kupata tiba kutokana na kiwango na kipimo ambacho kinakuwa kimetolewa kulingana na matabibu ambavyo wanakuwa wameelekeza. Tunaye tabibu wetu ambaye, bwana wetu Yesu, ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristu, tabibu wa roho zetu katika Injili anatoa tahadhari mbili za muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu ili mwanadamu huyu apate kuwa salama. Tahadhari ya kwanza ni kwamba si kila tukio baya au hali mbaya, hususani kuhusu kifo au mateso, huashiria dhambi. Na hili ili tupate kulielewa vizuri. Rejea katika injili ya Yohane sura ya tisa aya ya pili hadi ya tatu. Wafuasi wakamuuliza, Rabi, ni nani aliyetenda dhambi? Huyu au wazazi wake hata azaliwe kipofu? Yesu akajibu, Huyu hakukosa wala wazazi wake. Amezaliwa kipofu ili kazi ya Mungu ijionyeshe kwake, na kisha Yesu akamponya, na hiyo ndiyo kazi ya Mungu. Basi ndugu zangu, katika hayo matukio mawili yaliyopo katika injili tuliyoisikia, ambayo Bwana anayatolea fundisho hili, mosi ni kuhusu habari ya Wagalilaya ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Na hapa Pilato ni sehemu chache sana ambazo anaonekana, na hizi sehemu chache ni tofauti, yaani ukitofautisha na yale masimulizi juu ya mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, ambapo Pilato ameonekana kwa sehemu kubwa zaidi. Hivyo Kristo akajibu kwa kuwauliza, Je, mwadhani kuwa hao wa Galilaya walikuwa wenye dhambi kuliko wa Galilaya wote hata wakapatwa na mambo hayo? Pili, wale kumi na nane waliowawa kwa kuangukiwa na mnara na Kristo akawauliza mwadhani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu? Hivyo ndugu zangu, kutokana na matukio haya tuliyoyasikia katika injili hii, kwa kipindi chetu cha sasa, yanatufundisha kuwa mateso na kifo ni sehemu ya maisha yetu tunaonywa tutubu ili tuwe tayari daima katika saa ya kufa. Hivyo ndugu zangu, tusijisahau na kuyachukulia maisha yetu katika hali ya kutojali, duniani hapa tunapita, na matukio haya yanadhihirisha kabisa kuwa hali za maisha yetu hazipo kabisa chini ya utawala wetu, bali tunaishi kwa neema za Mungu na ili uamini hili, fikiria tu kila jambo unalolifanya au jambo linalokutokea katika maisha yako na unazidi kuwa salama. Je, haya yote ni kwa uwezo wa nani? Hivyo haya yote ni uwezo wa Mwenyezi Mungu ambao anatujalia na kutokana na upendo na uaminifu wake kwetu licha ya sisi kuwa katika hali ya dhambi bado anatupenda na kutukumbatia kama wanawake. Hivyo Mungu anampa kila mtu njia na nafasi mbalimbali mbali za kutubu, ili katika hali hiyo ya dhambi tupate kujipatanisha naye, tuweze kurudi kundini, maana tunapokuwa katika hali ya dhambi kutokana na uhuru ambao tumejaliwa na Mwenyezi Mungu tunajikuta sisi wenyewe tunajiweka mbali na Mungu. Hivyo kupitia toba, kama Kristo anavyotuhimiza katika Injili, ndio nafasi ambayo tunajirudisha, ndiyo nafasi ambayo tunarudi nyuma na kuweza kutafakari zaidi ni mangapi ambayo Mungu ametutendea, kiasi kwamba tustahili kubaki katika mikono yake ambayo ni salama zaidi. Ndio maana hata katika kitabu cha Zaburi sura ya saba aya ya kumi na mbili hadi aya ya kumi na nne tunaelezwa kwamba Mungu ni mwamuzi wa haki, ni Mungu aghadhabikae kila siku. Mtu asipoongoka Mungu ataunoa upanga wake, atavuta upinde wake na kuweka tayari uta, amejifanyia silaha zake za kufisha, ameipasha moto mishale yake. Hivyo wakristo wenzangu, ni wito wa kila mmoja kuweza kuongoka na kubadili mwenendo wake wa kimaisha na kuweza kufuata ile njia ambayo tunaalikwa sote tuweze kudumu. Tahadhari ya pili ya Bwana ni kwamba ingawa si kila hali mbaya au tukio baya huashiria dhambi, lakini kila dhambi husababisha tukio baya au husababisha kuwa na hali mbaya. Hivyo, Wakristo wenzangu, hatuwezi kutawala hali za maisha yetu, lakini tunaweza kufanya maamuzi kuhusu hali za roho zetu. Dhambi inazaa ugonjwa wa kansa ya kiroho ambao huathiri kila kitu tunachofanya kuanguka kiroho si matokeo ya vitu vinavyotutokea bali ni matokeo ya vitu tunavyovifanya kila mmoja mwenye dhambi ni kweli sababu na chombo cha mateso ya mkombozi wetu Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 598. Kumbe wote walio katika hali ya dhambi, manake hawa wanamzidishia Kristu mateso, lakini huyu Kristu hatumwoni kwa macho, lakini tukumbuke kama tunavyokumbushwa katika Injili ya Mathayo sura ishirini na tano aya arobaini na tano kwamba mliokosa kumtendea mmojawapo katika hawa wadogo hamkunitendea mimi. Kwa hiyo katika maisha yetu, yale matendo au yale mambo ambayo tunawatendea wenzetu walio ni jirani zetu, maana yake tunamtendea Kristo mwenyewe. Kama tunamtendea mema basi maanake ni upendo ambao tunaonyesha kwa Kristo. Kama tunawatendea mabaya maanake ni matatizo au ni mateso ambayo tunamsababishia Kristo. Hivyo, ndugu zangu, kwa kuhitimisha, Bwana kwa kutumia mfano wa mti usiozaa lakini muda ukatolewa zaidi kwa ajili ya kuhudumia Kumbe nasi tunapewa pia muda wa kuingia na kutafakari maisha ya kanisa, maisha ya maadhimisho ya misa takatifu, ama na masakramenti na mafumbo yote matakatifu, ili kubadilika kutoka katika hali ya dhambi na kuanza kipindi kipya cha maisha ya kiroho yanayochanua kama mimea wakati wa mvua na hiyo ndiyo maana halisi kabisa ya Kwaresima. Hivyo ndugu zangu, nipende kuwaasa tusiyachukulie maisha hayo ambayo tunaalikwa kuweza kuyaishi, yaani maisha ya kanisa, maisha ya maadhimisho ya misa takatifu, maisha ya masakramenti na maisha yote matakatifu katika kuadhimisha mafumbo matakatifu tuweze kuyachukulia kwa namna ya kipekee na si kwamba tuyachukulie katika hali ya kutojali. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.